Usiku mmoja wa giza zito, wakati dunia ikiwa bado changa, kulikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Henoko. Mtu huyu alikuwa mnyenyekevu na mwenye hekima kuliko watu wa kizazi chake. Wengine walikuwa wakihangaika na maisha kila siku, kulima, kuoa wake wengi na kushindana kwa heshima na mali lakini Henoko moyo wake ulijinyenyekeza mbinguni kwa aliye mkuu. Kila mara alipoinua macho yake usiku, nyota zilimwangukia moyoni kama sauti za siri. Lakini pia alikuwa na uwezo wa kusikia upepo ukimnong'oneza mambo ambayo wengine hawakusikia. Ndipo akaanza kuandaa maisha yake kwa hekima na kutembea na Mungu kwa unyenyekevu na kwa sababu hiyo Mungu akamchagua awe shahidi wa siri za mbingu. Katika kitabu chake Henoko alianza kusimulia haya, juu ya mlima Hermoni usikuagiza uliposhuka, kundi la malaika wakubwa walikusanyika. Walikuwa walinzi waliowekwa ili kumlinda mwanadamu lakini macho yao yalikuwa yamevutwa na uzuri wa binti za wanadamu. Kiongozi wao ni Semiaza akasimama na kusema, ndugu zangu, mioyo yetu imewakatamaa. Tumeona binti wa wanadamu na uzuri wao umetushinda. Hebu tushuke tuwaoe wake, tupate watoto nao. Lakini hofu ikawaingia wengine, wakasema la hasha, nani atathubutu kuivunja sheria ya aliye juu? Adhabu yake ni kubwa mno. Malaika Semiaza akajibu kwa kiapo, kama ni hivyo, tufanye agano, tuwe wote pamoja, hata moja wetu asibaki nyuma. Tukishuka pamoja, tukifungwa pamoja, hakuna atakayejiondoa. Basi nao wote wakapiga kiapo juu ya mlima ule, wakawa wapinzani wa mpango wa Mungu. Hapo ndipo uharibifu ukaanza, wakaingia kwa wanadamu, wakawaoa wanawake zao na kuzana watoto wakubwa, majitu yanojulikana kama Nefilimu. Majitu haya yakawa wakali, ya kila kila kitu yakiharibu mimea mifugo na hata wanadamu, dunia ikaanza kulia kwa mateso yao. Ona, kila malaika alifundisha wanadamu siri ambazo hazikupaswa kujulikana. Malaika Azazeli alifundisha kutengeneza upanga, mikuki na silaha za kivita, pia alifundisha mapambo ya dhahabu na fedha kujipaka poda na rangi na kujipamba kwa hila. Wanawake wakaanza kuwapotosha wanaume, vita vikazuka kila mahali. Malaika Barakiel alifundisha nyota na hesabu za anga, na malaika Kokabel akawapa uchawi. Shamuhazai akawafundisha maneno ya siri na viapo vya giza. Wanadamu walipotoshwa, dunia ikajaa dhambi na vurugu. Miti ililia, maji yakapiga kelele na hata roho za wanyama zikalalamika mbinguni. Wakati malaika walinzi hao walipona mangamizi wanayosababisha hofu ikawaingia, walijua ghadhabu ya Mungu ilikuwa karibu. Wakamtafuta Henoko kwa sababu walijua yeye ni mtu mpendwa mbele za Mungu. Wakatuma ujumbe, Henoko wewe mwana wa Adamu, ewe mwenye haki, twende kwa Mungu kwa ajili yetu, tuombe rehema. Tumeanguka, tumevunja amri, sasa tunaogopa hukumu. Piga dua kwa ajili yetu. Henoko akiwa mwenye hofu na huzuni akaingia kwenye maombi na kufunga usiku. Akalala akaona maono ya ajabu. Malaika wa nuru walimchukua hadi kwenye makao ya Mungu. Henoko akapelekwa juu, akavuka milima ya moto, mito ya taa na nyota zinazowaka. Malaika wakamchukua hadi nyumba ya milele. Kiti cha enzi cha Mungu kiling'aa kwa nuru ambayo macho ya kibinadamu hayawezi kustahimili. Moto ulitoka kutoka chini yake, maelfu kwa maelfu ya malaika walimzunguka wakimwimbia sifa. Na mara sauti kubwa ikamwambia Henoko, mpeleke ujumbe Semiaza na wale wenzake, Hakuna msamaha. Mmevunja agizo la mbingu, mmefunua mambo yasiyopaswa kufunuliwa. Watoto wenu majitu watakufa, roho zao zitakuwa pepo wabaya duniani, na ninyi mtatiwa giza, kufungwa mpaka siku ya hukumu. Henoko alitetemeka sana, lakini akaidi kupeleka ujumbe huo Alipofika, Henoko akawajibu malaika hao, hakuna msamaha. Mliomba rehema, mmeikosa. Maombi yenu hayajapokelewa, badala yake mmehukumiwa. Mtashushwa chini, mtateseka hadi siku ya mwisho. Watoto wenu wamehukumiwa kuwapepowa ovu. Malaika hao wakalia machozi yao yakamwagika, lakini haikubadilisha hukumu. Baada ya kazi yake Henoko hakuachiwa bure. Mungu alimfunulia mambo ya ajabu sana. Kwanza alionyeshwa maghala ya upepo, milango ya jua na mwezi, na siri ya nyakati. Malaika Urieli alimfundisha kanuni ya nyota, kalenda ya miezi na siku, akamwambia Tazama, dunia inatawaliwa kwa mpangilio. Wanadamu wanapokosa kuhesabu siku ipasavyo, wanatenda dhambi. Na mara aliona mapango ya giza ambako roho za wafu zinasubiri hukumu, na wenye haki wakiwa pumzi na pumziko na waovu wakiwa na mateso. Lakini pia Henoko alionyeshwa maono ya mafuriko, aliona dunia ikijaa maji wanyama wakiangamia ila kondoo wachache wakiokolewa ndani ya sanduku. Ilikuwa ishara ya gharika ya Nuhu. Maono mengine ni ndoto kuhusu historia ya Israeli. Aliwaona kondoo, yani Israeli, wakiongozwa na wachungaji, lakini walipoasi walishambuliwa na mbwa mwitu. Hatimaye aliona kondoo mmoja mweupe mwenye nguvu akija kuwaongoza na huo ulikuwa ni utabiri wa mwana wa Adamu, atakayewaleta katika ufalme wa haki. Henoko akaoneshwa maono ya mwisho. Kiti cha enzi kikawa katikati ya mbingu. Pale akaonekana kiumbe wa ajabu sana mwenye uso wa mwanadamu, lakini mwenye utukufu wa mbinguni. Huyu ni mwana wa Adamu, malaika walimwita mchaguliwa mwana wa mwanadamu, mfalme wa haki, alipokea mamlaka ya kuhukumu dunia. Mataifa yote wafalme wakuu na waovu walisimama mbele yake, wenye haki furai, wakafurahi, waovu wakatetemeka. Mwana wa Adamu akawatupa waovu kwenye ziwa la moto, lakini aliwaokoa wale waliotembea katika njia ya Mungu. Baada ya kuona hayo yote, Henoko aliendelea kufunuliwa siri za mbingu. Na hatimaye Mungu akamchukua. Henoko hakuona mauti. Akapanda juu na kuishi pamoja na malaika, akiwa mfano wa ushuhuda kwa wanadamu. Na jina lake likawekwa milele kama shahidi wa Mungu na rafiki wa mbinguni. Simulizi ya kitabu cha Henoko kinafanana kwa mambo mengi na vitabu vingine vya Biblia hasa Mwanzo, Daniel, Isaya na Ufunuo. Kuna sababu kuu kadhaa kwa nini kitabu cha Henoko hakikuingizwa kwenye kanuni, yani, kanuni ya Biblia. Wakati Biblia, Agano la Kale na Jipya, ilipokuwa kikusanywa kulikuwa na vigezo vingi kwanza, kitabu kiwe kimeandikwa na nabii au mtu aliye karibu na nabii. Mbili, mafundisho yake yaendane na maandiko mengine bila kupingana. Tatu, kitabu kiwe kimekubaliwa na jumuiya ya waumini kwa muda mrefu. Nane, na nne, wakuwa dini ya Kiyahudi na baadaye wa Kristo walihisi Henoko hakukidhi vigezo vyote. Kitabu cha Henoko ni cha karne ya pili kabla ya Kristo, na kiliandikwa katika mazingira ya Wayahudi waliokuwa na imani nyingi kuhusu malaika, pepo na mambo ya mwisho. Wengine waliamini ni ufunuo wa kweli, lakini viongozi wa Kiyahudi baada ya uharibifu wa hekalu mwaka sabini baada ya Kristo walikihusisha na mitazamo waliotaka kuikataa. Hivyo walikiondoa Kitabu cha Henoko kinaelezea kwa undani sana kuhusu malaika, majina yao na dhambi zao, asili ya majitu, yaani nefilimu, pepo wabaya kama roho za watoto wa malaika na wanawake. Maelezo haya yalionekana kuwa kontroversho, yakatiliwa shaka na baadhi ya viongozi wa kidini kwa hofu ya kuchanganya watu. Wakati Ukristo ulipoanza, baadhi ya Wakristo walikuwa wakiheshimu sana kitabu cha Henoko. Mfano, Yuda 1 mstari wa 14 mpaka wa 15 kwenye Agano Jipya inamnukuu moja kwa moja Henoko. Lakini Wayahudi wa wakati ule walikataa kukihesabu miongoni mwa vitabu vya Torati na manabii. Kwa kuwa Wakristo walipokea Agano la Kale kupitia mila ya Kiyahudi, kitabu cha Henoko kiliachwa. Kanisa la Orthodoksi Tewahedo ndilo pekee linaloendelea kulitumia kama sehemu ya maandiko matakatifu. Makanisa mengine yote kama Katoliki, Orthodoksi ya Kigiriki na Kiprotestanti yaliamua kukitambua kama kitabu cha kifunuo, yani apokrifa tu, yani ni kitabu chenye mafundisho kiro, ya kiroho, lakini si sehemu ya maandiko rasmi. Licha ya kutolewa kwenye Biblia, kitabu cha Henoko kimeathiri sana maandiko mengine. Mwanzo sita, kuhusu wana wa Mungu na binti za wanadamu kinaonekana kama muhtasari wa sehemu ya Henoko. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na binti zao walizaliwa kwao, wana wa Mungu wakawaona binti za wanadamu yakuwa ni wazuri wakajitwalia wake miongoni mwa wote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mwili, walakini siku zake zitakuwa mia na ishirini. Na wale majitu waliokuwako duniani siku zile, na baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana hao ndio waliokuwa mashujaa wa zamani watu wenye sifa. Lakini pia kitabu cha Danieli na Ufunuo vina maono ya hukumu. Kwa mfano, Danieli 7 mstari wa 9 mpaka wa 14, nikaona katika maono ya usiku na tazama, pamoja na mawingu ya mbinguni alikuja mmoja mfano wa mwana wa Adamu, akakaribia kwa yule mzee wa siku, wakamleta karibu yake. Naye akapewa mamlaka na heshima na ufalume, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, hayataondoka kamwe, na ufalume wake ni ufalume usioweza kuangamizwa. Nikaona viti vya enzi vikawekwa, na mzee wa siku akaketi. Vazi lake lilikuwa jeupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miale ya moto, na magurudumu yake moto unaowaka. Mto wa moto ukatoka ukatiririka mbele yake. Maelfu ya maelfu walimhudumia na kumi elfu mara kumi elfu walisimama mbele zake. Hukumu ikaketi na vitabu vikafunguliwa. Ufunuo ishirini mstari wa kumi na moja mpaka wa kumi na tano. Kisha nikaona kiti kikubwa cha enzi cheupe na yeye aketiye juu yake, ambaye uso wake nchi na mbingu zikakimbia, wala mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi, vitabu vikafunguliwa. Kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu kwa kadri ya matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, nao wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Kisha mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani lile ziwa la moto. Na mtu asiyepatikana miandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto. Yuda moja mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na tano inamnuku Henoko waziwazi wazi. Na Henoko mtu wa saba tangu Adamu alitowa unabii juu ya hawo akisema, tazama, Bwana alikuja na watakatifu wake elufu kumi ili afanye hukumu juu ya wote na kuwa azibu wote wasiwomchamungu kwajili ya matendo yawo yote ya upotevu walioyatenda kwa upotevu, na kwajili ya maneno yote magumu ambayo wakosefu wasiwomchamungu wamenena juu yake. Je, tayari umeshakisoma kitabu cha Henoko? Niandikie maoni yako hapo chini kwenye comment. Mimi naitwa Ananias Edgar.